Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote. Sasa tunapolisikia neno lake tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, hakika tunapaswa kusogea mbele zako kwa shukrani, tunapotazama kwamba umetulinda katika mwaka mzima huu, kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza mpaka leo, ikiwa ni siku ya mwisho wa mwaka tarehe 31 mwezi wa kumi na mbili mwaka 2025 tunayo mengi ya kusimulia, tunayo mengi ya kueleza, kwa kuwa umetulinda na kututunza tunasogea mbele zako sasa kusikiliza sauti yako ikuzungumza nasi na kutukumbusha jinsi ya kukushukuru wewe. Zungumza nasi Yesu Kristo Mwokozi wetu amen. Neno la Mungu tunalopewa katika siku hii ya kumaliza mwaka ni kutoka Injili ya Luka Mtakatifu mlango wa kumi na saba mstari wa kumi na moja mpaka ule wa kumi na tisa Luka kumi na saba. Mstari wa kumi na moja mpaka ule wa kumi na tisa nasoma katika jina la Bwana. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita kati kati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma, wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, e, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka fudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa ni Msamaria. Yesu akajibu akasema, hawakutakaswa hawa wote kumi? Wale kenda wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Amini natukae. Hawakutakaswa wote, wale kenda wako wapi? Akamwambia, inuka, enenda zako imani yako imekuokoa. Ndugu zangu, tunamaliza mwaka na kupewa somo hili lenye jambo kubwa la kumshukuru Mungu, na ninavyoona ujumbe mkubwa ambao tunapaswa kuubeba siku ya leo katika usiku huu ni wa kumshukuru Mungu. Ndio maana Yesu anakaza katika somo hili kiuliza, wako wapi wale wengine? Wako wapi? Mbona amekuja tu huyu mgeni, ni Msamaria. Ndio maana anaitwa mgeni, hakuona sababu ya kuja kushukuru. Labda tuone desturi ya Wayahudi. Watu wenye ukoma walitengwa, tena walitengwa na jamii, hawakuruhusiwa kuchangamana na watu wengine hata kidogo. Ukisoma eh, kwenye Mambo ya Walawi mlango wa kumi na tatu utaona mambo hayo. Ukisoma Hesabu mlango wa tano kuanzia ule mstari wa pili utaona Wafalme wa Pili mlango wa kumi na tano kuanzia mstari wa tano utaona walitengwa, tena walipaswa kusimama mita hamsini, yani, mita hamsini kutoka watu wa kawaida mita hamsini sijui ni kutoka hapa mpaka hapa. Uh, wale wanaocheza mpira mlikuwa mnaangalia mpira. Jana naangalia mpira wa Tanzania ikicheza na Tunisia si ndio? Ule uwanja maana viwanja vyote duniani vinalingana, ule uwanja pale katikati center pale mpira unapoanzia pale ndio mita hamsini. Si uwanja ni mita mia si ndio eh? pale sasa eti, pale ndipo anatakiwa kusimama pale, asichanganyike na watu wengine akawaletea shida. Na tena ule mstari wa pili anasema, na walipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma wakisimama mbali mbali, lazima wasimame mbali na wenyewe wanajitambua na ikitokea hata kupelekewa chakula, kwa mfano kama unapelekewa chakula inabidi unawepekea chakula unaweka hugusani nao, wanaachwa pale. Uone jinsi wakoma walivyokuwa wanafanyia wakati wote. Nikalinganisha na hata wakati wa Covid. Wakati wa Covid walitupa taarifa wale hasa waliokuwa kule China, wakasema waliokuwa wamelazwa hospitalini walikuwa wanapelekewa chakula kwa kutumia roboti. Roboti ni roboti, hata likishikwa na korona likifa kwanza halifi, si ndio? Eh, basi ha, napewa chakula. Likifika kwenye mlango, linagonga kigonga mlango pale. Najua, najua, linajua eti majina haya, Kakoa Amani, Kakoa natoka huko, haya ni mgonjwa sasa hapo chakula chako hicho hapo. Unachukua chakula, unaingia ndani, unaachwa. Linagonga mlango mwingine. Sasa siwamweta sijui, <gulikua> ni wamweta au ni wanani anagonga, linagonga ni roboti. Kulikuwa na shida, mnakumbuka wakati ule. Lakini ninachoangalia wakoma hawa walivyokuwa wanatendewa, uchungu wa kutengwa ulikuwa ni mzito kuliko hata huo ukoma wenyewe ulikuwa mkubwa. Siku yao ikafika, Bwana wa Bwana akapita, Bwana wa uponyaji akapita, Yesu Kristo akapita, wakasikia sauti yao wakiwa mbali, wakasikia wakamwita, e Yesu, tena wakaongeza wakasema, Bwana mkubwa, uturehemu. Kwa kawaida, ukisoma kwenye injili ya Matayo na Marko, Yesu huoni mara nyingi akiitwa Bwana mkubwa lakini watu wenye ukoma hapa wamemwita Bwana mkubwa, uturehemu. Na wali walijiunga na, pamoja na ukoma wao walijiunga, kulikuwa na kundi la wakoma <laughs> tena kwenye kundi hilo walichanganyika Wayahudi na Wasamaria. Unajua, ukiwa na tatizo hamwangaliani sasa kwamba huyu ni Msamaria huyu ni mko pamoja tu, waliungana pamoja, wakamwendea Yesu. Na, nikaona cha ajabu kimoja hapa, maana amemwambia, Bwana mkubwa uturehemu. Yesu, hata kabla ya kuambia, sasa takasikeni, maana mara nyingi tumeona akiponya kipofu anamponya alafu amwambia nenda, si ndio eh? Hapa kabla hajawaponya akawaambia enendeni, naona ajabu hiyo, akawaambia enendeni tena mkajionyesha kwa makuhani, na hii ni hatari kidogo, kwa sababu makuhani na marabi ndio walikuwa na Kontrol, kwamba no wewe ni mkoma usisogee huko. Sasa Yesu anawaambia huko huko ambako mnakataliwa mwende huko huko, mkajionyeshe huko kwa makuhani. Ujue nataka imani, si ndio? Nataka imani hapa. Wakaondoka. Wangekuwa ni sisi ambao wengine hatuna imani timilifu nyakati hizi, wangekuwa wabishi Unatuambiaje twende tena kwa makuhani, kabla hujatutakasa? Maana ungetutakasa kwanza, alafu twende. Unatuambia twende tu kabla hujatutakasa, inakuwaje? Makuhani si wataturudisha? Lakini wakaondoka kwa imani, maana wameisikia sauti ya Bwana mkubwa. Bwana mkubwa akisema, lazima kutii. Bwana Yesu asifiwe! Bwana mkubwa amesema, wakatii, wakaondoka. Wakiwa njiani akashangaa nafikiri, si kuna mara vidole vimekatika, mara kuna shida kwenye ngozi ukoma. Alipojiangalia yule mmoja asema, he jamani, vidole vimeota, nimetakasika. Akasema, siendi, narudi kwa yule bwana mkubwa tena. Huyu ni Msamaria akarudi kwa bwana mkubwa kwenda kutoa shukrani. Wale tisa wale kenda, wao wakaendelea safari yao kwenda kwamba sisi safari yetu tulikoambiwa ni kwa makuhani tunakwenda huko, japo na wote walitakasika, wakaenda wakaenda. Na hapa ninachokiona nikana kwamba hawa kenda walipona mwili tu, walipona ndani ya mwili tu, na ngozi zao zimepona, lakini rohoni walikuwa hawajapona. Ila huyu msamaria alipona mwili na akapona na roho, akasema lazima nikashukuru. Bwana yesu asifiwe. Ukipona mwili tu bado una shida, lakini ukipona mwili na roho utasimama na kwenda kushukuru kama huyu mmoja aliyekwenda kushukuru. Na Yesu akauliza swali hili ambalo napenda kuliuliza hao kenda, sasa wako wapi? Mbona namuona huyu mmoja tu hapa? Tena Msamaria, Wasamaria na Wayahudi hawachangamani, tena Msamaria. Yesu hapa amemwita huyu mgeni, ndio amekuja peke yake. Wako wapi hao wengine? Labda unaweza ukajiuliza, hata kwenye ibada hii, si kanisa la Kana si linajaga mwaka huu 2025 kuanzia Januari mpaka mpaka leo tarehe 31 jamani, ni hawa tu, hao wengine wako wapi? E, kwa yangu kwa yakuu <laughs> sinaona kwa yakuu, jamani, wale wale wengine wako yakuu, wako wapi wengine, wako ya wainjilisti, wako wapi? Hata hata kwa yangu ya Kanani naona kuna ambao hawapo, si ndivyo eh? wako wapi? Jamani, tunauliza kama Yesu tu, wako wapi? Hawakufikishwa hapa kutoka Januari, hawakuvushwa hapa Vijana wako wapi? Wazee wangu wa kanisa wako wapi? Washarika? Maana kanisa leo lingejaa kabisa, lingejaa kwenda kumshukuru Mungu kwa sababu tumevushwa katika mengi, katika magumu mbalimbali, tumevushwa na kufikishwa siku hii ya leo. Lakini katika haya yote tunakumbushana unajua, watu wameshikwa na mambo mbalimbali, watu wana mambo mbalimbali amewashika, na hata kesho kwa vyote watafika ibadani, wameshikwa na mambo. Wale walioshikwa na mambo mengi hatutaki kuwafananisha sana na wale ambao hawana shukrani, lakini tunakumbushana tu kwamba tunapaswa kumshukuru Mungu na hapa tuwayaangalia mambo makuu matatu tu. Jambo la kwanza, Bwana ametutendea makuu, Bwana ametutendea makuu hilo ndio jambo kubwa, ndugu zangu. Kwa kutendewa makuu hayo tunapaswa kumshukuru, kama hawa waliokuwa wametengwa, sasa wametakasika, wamejua Bwana ametenda makuu, yule mmoja akarudi kushukuru tena. Nikaangalia mmoja alikuwa ameandika kitabu chake, nafikiri ni daktari, ni daktari, juu ya pumzi hii pumzi tunayopumua hii hii yani, unachukua mfano wa kawaida tu pumzi. Kumbe tunatumia oksijeni e, kwa siku lita lita 550 kwa siku, siku nzima mimi sijawahi kupiga hesabu hizo, lakini naona hapa anasema yule mwandishi asema lita 550, sawa na lile limtungi likubwa la, la oksijeni. Ukienda bomba utakuta lili limtungi likubwa, na tena bei ya lile limtungi likubwa linauzwa shilingi laki tatu na themanini hivi limtungi limoja, na kwa mwaka. Maana yake kwa mwaka tunatumia mitungi mitungi mia tatu. Nimeambiwa mwaka una siku ngapi, wale wanaopiga hesabu? mia tatu sitini na tano, si ndio? Mitungi mia tatu sitini na tano kwa mwaka. Sasa kama bei ya mtungi ni, ni, ni laki tatu na themanini. Jamani, hivi ni wangapi wangeweza huku Labda mkuu wa jimbo. <laughs> wengi hapa jamani, haya, nichangieni mtungi mmoja mmoja kila siku <laughs> hata mimi singeweza hayo mtungi mitungi. Na ukiangalia jumla pesa kwa mwaka ingekuwa milioni mia moja na thelathini na nane karibia, ukizidisha mara chache, ni ile deni letu, <laughs> milioni mia moja na thelathini na nane kwa mwaka za mitungi ya, ya oxygen, lakini hii tunaivuta bure free of charge, inatoka kwa Mungu. Je, hayo hayatupasi kumshukuru? Tunapaswa kumshukuru Mungu, maana anatupa pumzi yake ya uhai bure. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusudi la kila mtu lazima amshukuru Mungu. Katika mwaka huu tumekutana na mengi, yani kila mmoja angeambiwa orodhesha, orodhesha hapa, hayawezekani. Haya hayawezekani. Tulipougua ametuponya huyu, ametuponya. Tulipopata misiba alitufariji, alitushika. Tulipata misiba kwenye familia, kwenye maeneo, tulipata hayo. Watoto walipokuwa masomoni, wamemaliza shule, wengine darasa la saba, wengine kidato cha nne, wengine kidato cha tano, wengine chuo kikuu, wengine katika vyuo mbalimbali. Kuna mambo yamefanyika kazini, Mungu ametutetea tukiwa kazini, katika kazi zetu Mungu ametutetea katika biashara zetu, zilikuwa na mtaji mdogo, mtaji uendelea kukua kwa wale waliotunza vizuri mitaji yao. Kilimo, mvua imenyesha katika mashamba yetu, hata wale waliostaafu wamestaafu katika nafasi zao vizuri. Mungu ametutendea makuu, tunapaswa kumshukuru. Hilo ndio jambo kubwa. Na jambo la pili, tunapaswa kuponywa mwili na roho ponywe mwili na roho, kama huyu mmoja mkoma. Na siku hizi watu wanakwenda kuombewa tu, ukiangalia mikutano. Nakumbuka mikutano ya zamani, wale wenzetu huko Tanga, tulikuwa na mkutano wa, wa Bonke, unafanyika kule viwanja kule. Mara nyingi anakuja anawahubiria watu, watu watoe maisha yao kwa Yesu. Wakitoa maisha yao kwa Yesu, basi waponywe magonjwa yao, waponywe magonjwa yao lakini siku hizi watu wanakwenda na dhambi zao wakaponywe tu. <gibu> Ndio tofauti. Yaani, anakwenda kupona tu tena. na wale wahubiri, hizi mbwembwe za wahubiri za siku hizi, wao wanakuja tu kwamba pamoja na dhambi zako unapokea gari, na watu kule wanapokea I receive. watu wanapokea magari, pokea pesa, watu wanapokea wanapokea, sijui kama wanapokea kweli, lakini kwamba kumeingia mahoka mengi siku hizi. Nyakati hizi watu wanapaswa kuponywa mwili na roho kama huyu Msamaria aliponywa mwili na roho, naye akaenda kumshukuru Bwana. Tunapaswa kuponywa mwili na roho na, na, na jambo la mwisho tumlilie Yesu, Bwana mkubwa atutendee jambo katika mwaka unaokuja. Ametutendea mambo katika mwaka huu unaoisha, mwaka ujao akatutendee jambo tena. Ulitaje, usitaje tu kwa ujumla kwamba Bwana wewe unajua mwenyewe wale wavivu wa kuomba, unajua shida zangu wewe. Hey, si unajua, ni siseme mengi. <laughs> Taja, taja lile unalotaka ku wao walimwambia kup... Yesu, tunataka ututakase. bwana Yesu asifiwe, ututakase. Taja, taja. usimpe tu jumla jumla. kama unataka kuombea familia yako ombea ya, bwana kwa ajili ya familia yangu naomba hapa uingilie kati, na ataingilia. Taja, taja. Kabisa, kama unataka biashara yako ikue, taja. Watoto wako walelewe vizuri, taja. Wale ambao hawajafunga ndoa katika mwaka huu wanataka mwaka ujao wa wafunge ndoa, taja kufunga ndoa. Vijana wengine ambao hawajapata wachumba, taja. Hey, mabinti ambao hawajapata wachumba, taja, na tunawaombea wapate wachumba. Bwana Yesu asifiwe. Hata wavulana wa ambao bado hawajapata wachumba Kijana mmoja mvulana, nakutana naye, namuza, mbona sikuoni? Asema mna mchumba, lakini sijamwambia. <laughs> Sasa hujamwambia una mchumba gani? Unatungusha una chumba, mwambie. <laughs> Taja, taja, taja kabisa, taja kwamba Bwana, mwaka huu naomba univushe. Na sisi tunawaombea hayo unayoyaomba, Bwana kayafungue katika jina lake, kaya fu kayafungue, kayafungue, tutaje Kitanja kama wakoma wale, Bwana atafungua na atatenda. Lakini akishatenda turudi kwa magoti kuchuchumilia mbele yake kumshukuru. Si unaona pale alikwenda mpaka kwa Yesu, mwanzoni ilikuwa wanatengwa ni mita hamsini, lakini baada ya kupona alifika mpaka magotini kwa Yesu, akatoa machozi, akipaza sauti, akimshukuru. Tukishayapokea hayo tufike magotini kwa Yesu tumshukuru mwambia Bwana, asante, naomba unizidishie na lile, unizidishie na lile, lakini Bwana asante. Tukitoa shukrani zetu, ikiwa ni fungu la kumi, tutoe fungu la kumi. Si katika biashara tutoe tena? Siku hizi hata katika birthday tutoe sadaka za birthday, tusiache tukumshukuru Mungu kwamba nimevuka mwaka, nimeingia mwaka mpya, toa sadaka ya birthday. Hey, toa sadaka ya kukumbuka ndoa, umefunga ndoa yako miaka mingapi? Toa sadaka jana alikuwa pale moshi mzee wetu mmoja baba yetu mmoja akatushuhudia kwamba alikuwa anatoa shukrani yake ya miaka sitini ya kipaimara si mingi hiyo miaka sitini ya kipaimara anakumbuka amekutana na wenzake pale wamemshukuru mungu kwa kuwa bwana amemjalia kutimiza miaka sitini ya kipaimara nafikiri tutaanzisha hata sisi mkuu wa jimbo wanaokumbuka kipaimara zao miaka kumi miaka mitano wamshukuru mungu kwa sababu bwana ametenda tuwe na desturi hizo, na hata shukrani zetu zile za wiki tuzirudishe kumshukuru Mungu kwa yale aliyotutendea. Natakie baraka za Mungu tunapovuka sasa kutoka mwaka 2025 na kuingia kifua mbele katika mwaka 2026. Tuingie tukiwa tumebeba hilo la kumshukuru Mungu la kumwomba tena, tukapokee yale ya, na... ya mwili na yale ya rohoni, tukimwendea na kutaja yale tunayoyahitaji tukitegemea kwamba kama alivyotutendea mambo maku makuu katika mwaka huu basi atatutendea makuu na kuzidi sana katika mwaka 2026. Na, na Bwana alibariki neno lake. Amen. Tushukuru mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa kutuita kupitia neno hili kutukumbusha kwamba tunapaswa kurudi magotini kwako kwa furaha tukikushukuru. Katupe neema hiyo ya kukushukuru kwa kuwa tuna mengi yasiyoelezeka ya ya uliyotutendea katika mwaka huu. Kwa njia ya kukushukuru tutaendelea kukuomba utujalie mengi zaidi katika mwaka unaokuja hu huku tukiziungama dhambi zetu pale tuliposhindwa kukutumikia kwa uaminifu. Ukitusamehe makosa yetu lakini ukituamsha kwa upya tukaendelee na utumishi mbele zako. Kaa pamoja nasi na tuvushe salama kutoka mwaka 2025 na kutuingiza mwaka 2026 tukiwa tayari kukutumikia Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Na msikilizaji wa 97.3 Tuma FM Radio, na mtazamaji wetu mpendwa wa KKKT DKMS online TV unaendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa usharika wa Kana, jimbo la Pwani, dayosisi ya Kaskazini Mashariki ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania.